Hello mambo vipi, najua kuna baadhi yetu walishawahi kujiuliza kwamba wanawezaje kutengeneza stori nzuri na wakaweka kwenye channel zao. Wengine wamefungua channel zao lakini bado wamekosa content nyingi za kuweka. Sasa suluhisho leo limepatikana kwamba unaweza ukatengeneza stori uh, aidha kwa simu au kwa kompyuta, lakini ukiwa eneo lolote lile na ukaziposti kwenye channel yako ya YouTube ukapata viewers Subscriber, kwa muda mchache sana. Kwa hiyo, kwa leo, ninakuletea somo hili mimi nikiwa ninatumia simu yangu ya mkononi. Ninapenda nikuonyeshe vitu vichache ambavyo unaweza kuanza navyo. Kitu cha kwanza unachotakiwa uwe nacho ni program moja inayoitwa ChatGPT. ChatGPT ni program unayotakiwa uwe nayo kwenye simu yako. Aidha kwa wale ambao hawana, haujadownload kwenye simu yako, basi unaweza kwenda Google Chrome ukatafuta ChatGPT alafu ukaendelea kufanya kama tutakavyofanya hivi sasa. Ni apps ambayo inapatikana Play Store, kwa utaingia uta, uta kwenye chat GPT. Baada ya kuingia kwenye chat GPT uh, kama utakuwa una wazo la story unayotaka kutengeneza unaweza ukaiambia chat GPT kuhusiana na wazo lako, lakini kama utakuwa hauna wazo, chat GPT anaweza akakusaidia wazo la kutengeneza wewe story, mfano nataka nitengeneze story ambayo ina mauzui ya Kiafrika eh, lakini na sijui kwamba natengeneza kuhusiana na nini. Hivyo utaingia kwenye ukurasa wa ChatGPT sehemu ambayo inaonyesha sehemu ya kutaipu. Eh, utaiambia ChatGPT kwamba tutaiambia Baada ya kuandika hapo, utaenda utaminya hichi kidude ambacho kinaruhusu ruhusu Chat GPT sasa a generate kile tulichokifanya kwao. Utaminya hapa. kwa hiyo tutaangalia ni habari gani kwenye hizi uh, story alizotupa zimetuvutia. Mimi nitachagua namba tatu ambayo ni fimbo ya mzee Chale. Hivyo nitarudi sehemu ya kuandika hapa kwenye ChatGPT, nitaiambia sawa. So, baada ya kumaliza hapo, utamenya hiki kin kieneo ambacho ni kieneo cha kuwasilisha utamenya hichi kieneo ambacho ni cha kuwasilisha na kile tulichokiandika. Kwa hiyo utamenya, kwa hiyo tutaandika, lakini baadae itafika mwisho. Sasa tumepata story yetu hii, eh tumejenerate kupitia simu, tumepata fimbo ya mzee Chale. Story yetu ni ndefu. Kwa hiyo story sasa tunataka tubadilishe maneno yewe kwenye kusoma. Kwa kweli, nakuwa napata changamoto kidogo kwa sababu uh, usomaji huu pia unategemea kwamba wewe una talent ya kuwasilisha kidu, kutoka kwenye maandishi kuja kwenye sauti. E, kuna wengine wana sauti nzuri ya kusoma, lakini kama utakuwa na sauti nzuri ya kusoma lakini pia utakuwa na kifaa ambacho kitakuwa kinachuja sauti nzuri kwa ajili ya usikivu mzuri wa wasikilizaji wako, unaweza kutumia hiyo kusoma lakini kama utakuwa hauwezi basi, utafanya kama hivi mimi ninavyofanya. Ikishamaliza kufanya hivi, unachotakiwa ufanye aa, tunataka tupate kitu kimoja kinaitwa prompt. Prompt aa, ni viamrisho fulani, ni, ni maneno ya viamrisho ambayo yataifanya AI inaweza au kuunda kila ambacho e ume, umeipa. Kwa hiyo tutakachokifanya, hii stori tumeipata, lakini hatujapata picha eh kuendana na stori zetu, alafu hatujaisoma pia kwa tunataka tuisikilize, lakini pia tupate zile picha. Sasa ili tupate picha tunatakiwa tuwe na prompti kwao, tunachokifanya tutakuja kwenye ChatGPT pia, tutaiambia ChatGPT kwamba Kwa nini nimesema kwamba nimeiambia kwamba andika image prompt kuhusu story hizo kwa lugha ya Kiingereza, nimemaanisha kwamba nipate prompt za lugha ya Kiingereza, ili zile prompt ziko kwenye lugha ya Kiingereza, AI inakuwa ni rahisi kutambua nini tunakitaka kupitia zile prompt itakayokuwa imetuandikia, si ndio? Kwa hiyo tukimaliza hapo, tutamenya hichi kidude kujenerate prompt hizi tano. Kilichobaki ni kubadilisha maneno kuwa katika sauti eh. Kwa hiyo tutaenda, tutakopi maneno yetu, tutakopi maneno, tutakopi maneno, utasema select, utakopia ya maneno mhm, utakopi maneno, utaenda kwenye Google Chrome. kwenye Google Chrome utaingia kwenye program moja na utaingia kwenye website moja inayoitwa TTS Maker. TTS Maker. Kwa hiyo utaingia pale TTS Maker. Baada ya kuingia TTS Maker, utakachokuja kukifanya huu uwanja ule unaojitokeza hapa juu ni uwanja ambao wewe utatumia ku paste yale maneno ya copy kule. Kwa hiyo utaminya alafu utapaste. Baada ya kupaste maneno yetu ni haya hapa. Unachokifanya utakuja huku kwenye TTS Mirox, scroll chini, kuna sehemu ya ku, ya lugha lakini kuna sehemu imeandikwa English. Hii sehemu kiminya, itakupa sehemu ambayo unaweza ukachagua lugha husika. Sisi tunatumia Kiswahili, kwa hiyo utaandika Kiswahili. Kiswahili, naweza kusachia hapa Kiswahili, Kiswahili, wa Kiswahili. Sasa Kiswahili inakuwa kina kunakuwa uh, I mean, kuna nchi kuna mbili ambazo zimewekwa hapo kwamba kuna Kiswahili cha Kenya lakini kuna Kiswahili cha Kitanzania. Kwa hiyo <coughs> unaweza ukachagua wewe ni kipi kitu gani utakipenda. <coughs> Kwa hiyo mimi nitachagua huyu Azizi, uh, ambayo ni Kiswahili cha Kenya lakini ni mwanaume, kuna wanawake pia wapo, lakini pia unaweza kujaribu example Ufogu. Simika ni zana ya bure ya kubadilisha maandishi kuwa hotuba inayotoa huduma za usintesisaji wa hotuba. Ndio. Kwa hiyo unaweza ukachagua ukaona kwamba ni kitu unakipenda. Simika ni zana ya bure ya kubadilisha maandishi kuwa hotuba inayotoa huduma za usintesisaji wa hotuba. Anyway, ngoja tuende na habari. Lakini ukishusha chini hapa kuna sehemu pa hapo pana panaomba ujaze kodi captcha code. Hii captcha code Unatakiwa ujaze kodi zilizo kwa hapa, yani kwenye kiboksi pembeni yake, hivyo utaenda utazingiza hizo kodi. Hizi hapo utaingiza ni 6 6604. Alafu baadaye utaminya convert. Lakini baada ya convert, kuna sehemu chini hapa itakuletea ili kuverifi. Utabonyeza hapa juu sehemu verification, alafu utasema okay kitandala kilichozungukwa na milima yenye safi. Mzee Chale alikuwa mzee safi. imesha generate tayari, kwa hiyo tutakachokifanya sisi ni kudownload tu hii sauti yetu, ni kudownload hii sauti, tukifanya sisi ni kudownload. Kwa hiyo uta download sauti zako, utarudi load kwenye ChatGPT, utaenda pia utakopi mara nyingine tena unaweza ukakopi, mpaka hapa utakopi, utaenda utafuta hii ya mwanzo ambayo ulikuwa umesha na nini, utaifuta hii, utapesi nyingine, utapesi ile ambayo tumena nini, tumekopi ukiisha badilisha, utaenda utajaza, utaenda utajaza hizi kodi hapa, alafu kila mtu kijijini aliamini kwamba fimbo hiyo ilikuwa na uwezo wa kuwatofautisha wao. Ndio utadownload. Utafanya hivyo mpaka story yako itakapoisha. Baada ya kumaliza story yetu na kuimaliza, tunakuja kushughulika na kitu kimoja kinaitwa prompt ambazo ni zile tano tupate picha kwa ajili ya hadithi yetu. Mtendo kazi chukue prompt. Prompt ya kwanza ni hii ni hii hapa prompt ya, ya kwanza ni tena, utaikopi utakopi. Baada ya kumaliza kuikopi prompt yako, utaingia kwenye Google Chrome, utaingia kwenye Google Chrome, ushaingia kwenye Google Chrome, uta utaingia kwenye, kwenye website moja inaitwa inaitwa Bing Bing Image Creator. Utaingia kwenye Bing Image Creator. Baada ya kuingia kwenye Bing Image Creator, tafunguka hivi. Kwa hiyo utaminya, alafu utapaste ile prompt hapa. Utapaste prompt yako. Baada ya kupost paste ile prompt. Mm, baada ya kupaste ile prompt utaminya hichi kidude cha create. Hey, baada ya hapo tutakuwa tumepata imeji ya kwanza kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya stori yetu. Leo ningependa tuishie hapo. Najua utakuwa umepata ABC namna gani ya kuanza kutengeneza animation za katuni, lakini pia na story kwa ajili ya channel yako. Ah, bye bye mpaka wakati mwingine, lakini usiache kuweka komenti yako hapo chini, na kama kuna sehemu kwa nitakuwa nimekuacha basi usisite kuuliza swali. Asante.